Ikiwa leo ni Mei 6 siku ya Jumanne, ninakualika katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunaendelea na somo la sita linalosema kuelewa kafara, na leo tunaenda kuiangazia mada ndogo isemayo mwana kondoo wa Pasaka. Kitabu cha Ufunuo kinamrejelea Yesu kama mwana kondoo karibu mara 30. Tangu siku za awali kabisa katika mpango wa ukombozi, watu wa Mungu wametumia mwanakondoo kama ishara ya masihi ajaye. Habili alitoa wazao wa kwanza wa wanyama wake, Mwanzo sura ya 4 aya 4. Na kabla ya Israeli hawajaondoka Misri kwenda nchi ya ahadi, waliagizwa kukomboa wa kila mzaliwa wa kwanza au mnyama kwa mwanakondoo wa mwaka mmoja, kutoka sura ya 12 aya 5. Soma Kutoka sura ya 12 aya ya kwanza hadi 11, Isaya 53 aya ya 7 na 8, Wakorintho wa kwanza sura ya 5 aya ya 7 na Ufunuo sura ya 5 aya ya 6. Aya hizi zinatufundisha nini kuhusu Yesu kama kafara ya Pasaka? Hilo lina maana gani kwa kila mmoja wetu? Miaka mingi baada ya kifo, ufufuo na kupaa kwa Kristo, Petro alitafakari juu ya kile kilichotokea naye akaandika, nanyi mfahamu, kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa faa mlioupokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila asiye na wa, yaani ya Kristo. Petro wa kwanza sura ya kwanza ya 18 na 19. Yesu aliishi maisha ya kibinadamu yaliyokidhi utakatifu wa Mungu. Sisi wenyewe tumetenda dhambi na jinsi tunavyoishi maisha yetu ya dhambi, kihalisi usema uongo kuhusu asili ya muumbaji wetu. Yesu hata hivyo akawa adamu wa mwisho, Wakorintho wa Kwanza sura ya 15 aya 45, pale tuliposhindwa aliishi maisha makamilifu katika ubinadamu wake. Alikuwa kila kitu ambacho jamii ya wanadamu ilipaswa kuwa. Aliakisi utukufu wa mungu kikamilifu. Aliyeniona, alimwambia Filipo, amemwona Baba. Yohana Mtakatifu sura ya 14 aya tisa. Yesu wakati huo huo alisulubishwa wakati wa Pasaka, akithibitisha zaidi kwamba yeye ni mwanakondoo halisi katika Yohana sura ya 18 ya 19 na 20, Yesu alisema kwamba alisema waziwazi kuhusu mafundisho yake kwa njia inayofanana kuhusu mwanakondoo wa Pasaka katika Kutoka sura ya 12 ya 5 na 6, wana wa Israeli waliagizwa kuchagua mwana-kondoo kwa ajili ya Pasaka na kumweka au kumweka hadharani katika siku za kabla ya kafara. Kuhani mkuu alipomuuliza Yesu juu ya mafundisho yake alirejelea ukweli kwamba yeye mwenyewe alikuwa hadharani hekaluni, kuonekana kwa kila mtu. Maisha yake, kazi zake, mafundisho yake, vyote vilidhihirisha yeye alikuwa nani hasa: yeye ni mwana-kondoo asiye na waa au kasoro, udhihirisho wenye nguvu zaidi wa haki na utukufu wa Mungu. Ni kwa njia zipi tunaweza kuakisi vizuri zaidi tabia kamilifu ya Yesu katika maisha yetu wenyewe? Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Mungu atubariki sote na karibu tena.